na mimi leo nimeishika fimbo hii. Maana ya kushika fimbo hii ni kama fimbo hii ina, inaishiria ukisimama, inaishiria kwamba tumekusimika Ndandalo na tumekusimika Kiera, kwa sababu Kiera ipo hapo chini. Hii fimbo sisi ambao tunaijua ina vitu vyake ndani. Hii fimbo wengine huwezi kuiona kwa macho, lakini wazee wamesema wakupe fimbo hii ulinzi wako, namaliza. Ya kwamba uliniuliza unasema nichede, nikasema tunakujengea ufumu katika kanda dada. Hapa nimekabidhiwa hii fimbo na ninajua watasema waliongwa ndipo wanikabidhi, wataandika mitandaoni, sisi hatujali wanakera, tulioko huku tunaijua kera. Leo kuna mmoja ameniuliza, wewe hali mbona huko nasikia huko vibaya sana watu hawakupendi wa, nikamwambia kaka, mimi Kyela naijua wana Kyela, wasipokupenda wanakuonyesha wasipokutaka watakuonyesha. Lakini swala la kelele hizo ni kelele za kawaida, tuendelee nazo na zipo lakini... Mtaonana na wataona nini kitakachotokea leo, wananandao, mimi nikabidhi fimbo hii. Msije mkafikiria mtaichukulia kirahisi rahisi. Alama yoyote ile unayopewa maana yake ni kubwa sana. Hebu wafikirie hao watu waliokati Fimbo hii mbele za watu, sio mapichoni, wana lengo lao, na mimi nasema ninawaheshimu sana kwa kunipa fimbo hii na nimeipokea kwa mikono yote miwili, na nataka niwaambie, fimbo hii italipa mengi. Ninajua kuna watu wengi watafikiria kwamba hii fimbo ni ibada. Hapana, Mungu ni tofauti na fimbo hii, Mungu ni zaidi ya fimbo hii. Bila Mungu hakuna kinachowezekana. Na mimi nataka niwaambie, nimefika hapa kwa sababu Mungu aliamua kwamba hiki kiwe ni kipindi changu. Mna watoto wenu wengi sana hivi. Kwanza tuseme tu jambo dogo hivi, mimi nilimzidi nini Dok Hassan Mwake? Amenizidi elimu, alikuwa ni mtu mkubwa